Nshuro, mimi ni jirani yake mama hapa. Nashukuru sana shikamoni wakubwa, asanteni sana viongozi wetu wa ofisi Me, yaani mmetuheshimisha, kama alivyosema balozi wangu, mimi nikiwa tisa, yani tuna furaha ambayo tunashindwa la kuongea jamani. Tunashindwa. Tumepata furaha ambayo mmetuheshimisha kwenye balozi wetu wa Chengula, tunamshukuru sana Tulia Trust, alipoweza kutuona kwenye mtaa wetu Kweli ni changamoto ambayo iliyopo pa mama yangu. Jana tulikuwa na mama yangu yule pale mzee, tulizungumzia swala la mama hapa, kumbe Mungu alikuwa anajibu maombi yetu, naye Tulia yupo njiani kuja kutusaidia. Kwa kweli sina kuongea mengi, furaha zimezidi moyoni mwangu. Tunamshukuru sana Tulia Trust. Kwa jina naitwa Imelda Dakiando, ninaishi hapa na huyu mzee ndiye aliyenipokea mimi, nimehamia hapa 2008. Baada ya kusikia hili tukio, hii nyumba, mi naishi na mtoto wangu mmoja, ndio nitamuhifadhi humu ndani.